Bana, karibu sana bwana Gossip Table, karibu sana mwana umbea kama mm. Sami hopso, tayari wewe ni mwana mwana familia eh. Sami yes hopso, mwana familia mwenzetu tu na ni mbea kama adabu 13, tayari ushaamua kusubscribe na kubonyeza alama. Kwa nini mimi ni mbea? Kwa nini mimi ni mbea? Mimi sio mbea, wajua mimi sio mbea, wewe ndo mbea, mimi mfikisha taarifa. Ah ah, wewe mbea wewe, mara mwisho hapa tumekaa umeniambia Faima ana ugomvi na nani? Ah ah na muza mchele. mm -hmm. Wala, karibu wala. Tuko na stori nyingi sana lakini stori ambayo iko ina kubamba zaidi ni stori ambayo inamuhusu nani Sami? Kwanza kabla ya kusima, inamuhusu nani? Niseme pole sana kwa wambea wenzetu, pole sana kwa wanafiki. Yeah. Pole sana kwa wale washakunaku ambao walisema kwamba ile ndoa haiwezi kudumu na imevunjika mm -hmm. Ndoa tunayo na tunatamba nayo hapa, tunazungumzia ndoa ya Azizi Ki, aliyekuwa mchezaji wa zamani wa timu ya Yanga, pamoja na mwanamitindo mjasilia mari, mm. mama wa watoto wawili, huyu ni Hamisa Mobeto mobetona Hamisa Mobeto pamoja na Azizi ufunguo mm, Azizi Ki. Okay. La, na moja kati ya watu ambao walianza kubeza haya mahusiano ni wewe, kwa sababu nakumbuka mara ya mwisho ulikaa hapa ukaongea na wanagosi ulikuwa peke yako, nikumbushe. <laughs> ukaongea na wanagosi kuhusu jambo mm -hmm. la ndoa ya Aziz Ki na Mobetto kuwa na sitofahamu, nakumbuka mimi sikuwepo ulikaa mwenyewe hapa kwenye meza ukasema, iko hivi mimi e, nilifikisha ujumbe mm. -hmm. mimi nilipita kwenye peji za wadau nikasema, mm. nifikishe huu ujumbe kama ulivyo, sikutunga mimi wala mimi sikuwa nashangilia kwamba eti ndio imevunjika mm. mimi nilifikisha ujumbe jinsi ambavyo nilikuwa nikiona mitandaoni na jinsi ambavyo yeah. wadau waliniambia, Samie, fikisha huu ujumbe, mbona ndio watu ielewe. Mimi kasema, jamani, ngoja nifikishe, huenda sasa nikifikisha mm. mambo yatakuwa mazuri. Nilivyofikisha ujumbe, ndio tukaanza kuona watu wanapost kwa hiyo mimi mm. Kazi yangu mimi ilifanya iliza nini matunda kama hakuna shida, sawa bwana, unachonganisha e, mm, chunga, mm. Wewe amna wewe bwana uzuri unakuwa ni mtu wa exclusive sana. <laughs> Una story za ndani <laughs> na mimi huwa nakutumia story nyingi hapa, wewe huwa una za ndani <laughs> Eh, mimi sina galongolongo kwenye hiyo, kwa hiyo unanitumia mimi, mimi nakupa West Girl on Fire. Ndio maana ndio maana ile beef umenitumia mimi e, pia bwana ah, e sawa. Taarifa ndo hiyo kumuhusu Hamisa na Aziz Ki ambao hivi mm. karibuni kuwa kuna maneno mengi sana kwenye mitandao ya kijamii, watu wakidhani ya kwamba wawili hawa hawako pamoja, wameachana. Wengine wakisema mwanaume yuko mbali, mwanamke yuko mbali yeah. kila mtu na biashara zake mm. lakini siku mbili nyuma ama tatu nyuma kuna post ilikuwa inaonekana ya Hamisa akiwa amepiga picha ya sehemu fulani, okay. na uzuri Instagram unaweza kuandika location ya sehemu uliopo, location pale juu ikawa inasoma Morocco Casablanca, eh -eh. e -eh. na e huko -eh. Casablanca ndipo mm. eh, timu yake na ziki, Wydad Mm. athletic ama Wydad Casablanca yes. iko maeneo ya huko yeah. kwa hiyo inaonekana Hamisa ana siku nyingi sana tangu ana na, ukiangalia kabla ya picha hiyo, kuna picha ambayo iko international airport mm, ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Baadaye hapo kaonekana yuko e, e; baadaye Casablanca mm, and then kuna picha akawa amezeshea baadaye, kuonyeshwa jinsi alivyopokewa, mm. ah, e, e, na ndio hicho kinatufanya sisi wanagossip leo kuliongelea kwa undani zaidi juu ya mapokezi ya mke halali kabisa tamu yake. Na mzee Aziz usingizi, Ki, usingizi wake hivi eh, unajisikiaje mwanaume akiwa amemoa mwanamke nawe ni mwanamke hujaolewa, hapo kwenye mahusiano asieleweka, unakuwa unajisikiaje yani, yani ndio mwanamke unakuwa unajionaje, upo katika hali gani, situation gani unapitia, mwanaume anakuita mama mtu anakuita mketi, mke wangu hajakuja kutuleta mahali, anakuita mke wangu. Yani tu hata wale wadogo zako wale wanaosoma kindagati na wamjui ile mm. kama kuna ndugu wengine wamjui katoto kadogo ambako a unaenda nako kwenye zile safari zako, kana mjui sasa, katoka dogo nako akamjui kangania kuita mama mtu, afika vaa crocs, crocs na pensi lake la Jay Melody. Ana jinsi yake ya Brazili. ya <laughs> na jirani jimlodi. Yani, ukishaona mtu aina hiyo, anyway, hiyo jua kwamba upo katika stesheni nguvu sana maisha yako ukiongelea kichwani amezingatia engo analile kokoto la tid Mm, e, mimi, eh? si e, mimi pia nina plani ya kuenda kulipiga ile na ndevu na steka za Mr Bruce. Hamisa anaringa na ndoa yake mm. E, kwa sababu ameshaolewa na, na ndoa kubwa kwelikweli ilifanyika hapa e. Kwa hiyo sio ndoa ndogo, ndogo, ndoa kubwa, na hivi karibuni katunyamazisha mdomo mm. Na mdomo huu tulionyamazishwa nini? Eh? Nini, eh? nini mdomo nini? Nini, mdomo sasa mdomo huu tulionyamazishwa hatujanyamazishwa eh? hivi hivi eh? tumeonyeshwa na ishara za mapenzi kwa wale siojua kuhendo wanawake zao Aziziki ni mchezaji ambaye ana majukumu mengi sana anacheza kwenye kilabu kikubwa of course ana watoto Azizijua na watoto wawili eh? yeah. wawili mmoja kule kwao yupo, na hapa pia yupo. Kwa hiyo wawili pia, watatu e, yes. si baada ya eh na e, e, anategemea mwingine pia, hmm. So Azizi amemkaribisha vizuri, licha ya majukumu ambayo yeye huwa anayapitia kila siku, hmm. picha zile zimevuja zimevujishwa si yeah? Na wenyewe sio kama zjata na wenyewe we, hii ni kutuonyesha kwamba nyie ni vilaza, hamjui <laughs> kitu. hakuna kitu nachokijua Azizi mm -hmm. Yeye ndo kamkaribisha Hamisa, Hamisa Mobetto maana yake kamfanyia surprise. Nimeona yale maua yale kwenye kitanda, muona maua yale, just imagine, jina cheo kinaandikwa kwa kutumia ua wife wife Nandikuwa. Nyie, save, simu, mwa save vizuri. So, ku save mtu anatimiza miaka saba ya ndoa mke wake anamletea soda <laughs> miaka saba anamletea <laughs> soda mke wako imagine. Mtu kwa kuvumilia miaka saba kavumilia eh, mengi, mengi sana, mengi mengi, siku mnatimiza miaka saba ya ndoa hata miwili tu mletee mm, zawadi ambayo yeye akikana samada kweli mimi nimevumilia kile mume wangu anajua kwamba mimi napitia kitu fulani. Unamletea soda. <laughs> kwa kila tu kasahau. <laughs> fanya vitu vya mama mwana Azizi yeah. Kaonyesha upendo kiwangu njoo mm -hmm. Kafika Hamisa kakuta kitanda kimewekwa kime yani maua maua maua kimetengenezwa kinavutia, yananukia post ukiangalia ya tu unasikia hadi harufu ya perfume kwenye simu <laughs> vitu vimependeza kulikweli, vinavutia vina

hapa mm. E, yani ni ile kwamba ile mkono mmoja umeshuka hivi e. Mkono mwingine uko kwa juu ndio sehemu yake ambayo person mtu wake ah. Yani anapokumbatiwa na Azizi, ndipo anahisi usalama wa maisha yake huko pale hivi so, kumbe kumbe, Azizi Azizi ananuru eh Azizi eh? Eh, Azizi ndio mmemwona handsome wake sasa hivi. Kwa kweli maua mengi aavi ndio naona amengaaansaule nyingi sana, ndio maana wanawake bwana namao mengi sana wate Azizi sijui ndomo Hmm. Si nini. Watu walimsema Azizi huko unajua? Watu wa maneno. Watu wameongea vitu vingi sana. Waongea lakini ndio hivyo. Mwisho wa siku, Hamisa mrembo kabisa ambaye kumpata ni kwa gharama kubwa sana kaenda kufall kwa Azizi Ki. Yule pale na anamkisi na bila shida <laughs> anamsifia anam, anam mumewe, na kuna kuna baadhi ya posti zilishia kuvuja. Kama unakumbuka kipindi kile rushaina, mm. sio na nini mm. nasikumbuka zile wakawa wanaongelea eh, mdomo wa Aziz Ki sima, mdomo gani sijui, mwanaume gani huyu mpaka aza kumgusia na manara, ndio eh, eh, kama nilivumilia huku, sio na nini ah, mm. mm. mm. natumia sana yule ah maona sasawe mtwaza ndanimza ndani kwa hivyo penzi lipo ndoaipo na tunatamba nayo mm. tuaizungumza sana. Sana. hata mwezi ya malizi mm. tutaona sahivi ni ni miezi, miezi. Alafu pia kuna kmenti ku... nilikuwa nimeiona mm. mtu mmoja aliandika kwenye posti ya Hamisa mm. akaandika aliandika akasema Azizikii Mm. Na kushauri, mali zako andikisha jina la mama yako, you think me later mm -mm. Yani, mali zako andikisha jina la mama yako, tanishukuru baadaye. Maana ya kwamba mwanamke ambaye yuko naye huenda yuko pale kwa sababu ya eh, zaidi kimaslahi. Sasa mm -hmm. Hamisa Mobetto bila Eh, yaiana bila kusubiri kunywa maji mm. Akaamua mjibu pale aka pale, mjibu mkalimani. Ni mkalimani inaonekana mm. Biashara zake ni ukalimani, akamjibu akasema kwa sababu mimi sina za kwangu, au unanionaje mkalimani, kwamba mm -mm. yeye hana hela sawa mm. Hamisa anaheshimika mpaka Marekani, Hamisa mm. anaokaribu na Rick Rose Ukaribu wa paka watu amefika mbali, anasema Hamisa na, na Rick Rose wanatoka hmm. kwa mahusiano. Hiyo si ilikuwa kweli? Hakuna. Ah, wewe stari gani za kucheza club vile? Hamisa alikuwa anajiachia sana. Eh, wewe unajua, unajua kunje kwenye, ukifika club uko uta mdada cheza na mkaka kwa kuna stari mbili za kucheza. Kuna ile anacheza kama tu kucheza as ku have fun hmm. Kuna ile kucheza ndivyo, yaani wewe leo <laughs> utanijua yaani kwa Hamisa baada ya kufika kule ukaribu wake na Rick Ross, mm. Hamisa kipindi kile ambacho yeye anaenda Marekani alikuwa bado anajitafuta, sio Hamisa huyu wa leo tunayemwongelea. mm. Kwa hiyo kwake ilikujiachia ama kuwa karibu na Rick Ross, kufanchu, ilikuwa ni kutengeneza platformu yake, okay. leo kutu, na kesho kutwa tunasema Hamisa Mobetto alikuwa na Rick Ross wanadate Tayari anatengeneza platform kubwa kwa, kwa Hamisa Mobetto. Mm. Lakini pia kuna muda Hamisa alikuwa akiposti baadhi ya picha Rick Ross na comment. Yeah. Utasema eh, awa wapenzi hawa. Lakini wali ni washikaji sana. Washikaji mno. Kuna baadhi ya watu Hamisa kadatinao hapa Tanzania na iko wazi. Mm. Wala haijifichi. Ila kwa Rick Ross, Rick Ross tunamjua ni mtu ambaye iko so charming, so funny na watu wengi wa Afrika anakuwa anawasiliana nao. Mm. Sio tu, sio tu Hamisa. Kuna muda aliti wa Savage alishikwa anaposti picha ya Rick Ross na comment. Hivyo. Aa, na sio huyo tu, kuna moja kati ya wanamitindo pia walikuwa wanaonekana Marekani huko, sikumbuki ni tukio gani lakini walikuwa kwenye masuala mazima ya fashion. Anatangaza bidhaa fulani, akaonekana mastaa, yani alikuwa kama mfanya kachangamka sana, video zikamchukua yani, yani, kuna video zina trend na nini mm. Kwa hiyo ni platform ambayo wa Tanzania wanaitengeneza. Unajua, unapokuwa kule, wao kule ni kwao, platform ipo yani. Marekani kuna platform Marekani, unaweza kufanya jambo kule kule, ukahiti dunia nzima, lakini kufanya jambo Afrika likahiti mpaka Marekani ni ngumu mm. Kwa hiyo ndo maana wao akifika Marekani wanatengeneza ile platform ili wajulikane dunia nzima okay. So ndo iko hivyo, hata kwa Hamisa iliko hivila kwa sasa hivi. Hamisa ni mkubwa kuongelea wanawake ambao wanamilikiwa na, na wacheza mpira ni wachache sana tena yeah. Wenye utajiri mkubwa na mafamous, Hamisa na boutique Mm -hmm. E, followers wa maana wamesimama Instagram sasa balozi, ndo hapo, chagua mwanaume mzuri, hakikisha mpenzi wako ambaye anakoa au unaolewa au unamwoa ni mtu ambaye atakutengenezea platform kesho. Aziz Ki ana na jina Hamisa na jina, wamekaa chini, tutengeneze platform, tuoane, tuendeleze maisha. Sasa hivi si, eh, nani? makampuni, ye, makampuni mengi hmm. <laughs> yanataka kutaja kampuni. <laughs> Makampuni yanawatumia ya wakiwa pamoja Yeah. Yani kama kapo, maanake wanalipwa kama kapo, sio mtu mmoja mmoja, kama kapo ambayo inafahamika au inajulikana zaidi Tanzania sure. So wanapewa hela kupitia hicho kitu na sio wao tu, hata kuna kapo nyingine ambazo sisi hatuziongelei sana watu mm. kama ikana real. Kuna baadhi ya makampuni wanayatangaza kama kapo. Kwa hiyo ni nzuri, mwanaume tafuta mwanamke ambaye atakufanya uende juu zaidi, usitafute mm -hmm. mwanamke ambaye atakufanya unatoka step ambao ulikuwa mbele, unarudi nyuma. Au we mwanamke, atafuta mwanaume ambaye atakusaidia kwenye future yako, kesho na kesho kutwa, uendelee kupiga hatua, uende mbele na sio kurudi nyuma. Siu tuko sawa sawa. Sam tuko sawa sawa sawia kabisa mm, mm, mm. Kwa hivyo bwana, tuambie tu kwamba ile penzi bado lipo na litakuwepo sana mm. tu yani, bado naendelea kuwepo tu yeah. Kwa sababu watu wote, hakuna mtu hata mmoja ambaye amegemea upande mmoja, wote wanapendana bwana, mizani yao ina balance mm, sana ina balance kwa sababu unaona, ka, unaona kabisa Hamisa akiwa na Aziz Ki jinsi alivyo, na maana Aziz Ki akiwa na Hamisa jinsi yani, unaona watu ingine, pichara, suma, mm, kuna watu wengine ukiangalia tu picha unasema hapa kuna jambo mm. Lakini ukiangalia ni watu ambao wameridhiana. Yeah. Sawa. Haijalishi ni kidali kipaja ama firigisi, muhimu tu ni kwamba penzi ni tamu kama asali. Upo. Mm. Eh. Si tuna sign out bana. Bye.